Tasisi ya Moyo kwa siku ya leo imeweza kufungua kitengo cha usafishaji damu hasa kwa wagonjwa ambao wenye uhitaji, e, tumefungua unit ya dialysis. Na ni kwa nini taasisi ya moyo inafungua hii unit ya dialysis? Kwa sababu wagonjwa wetu wengi wanapokuwa na matatizo ya moyo vilevile wanakuwa na matatizo ya, ya figo, kwa hiyo tumekuwa tunapata saa nyingine changamoto e, ya wagonjwa hawa wakihitaji dialysis, inatokea wanapata ucheleweshaji kwa sababu ya uhitaji umekuwa mkubwa sana ya haya matatizo ya figo. Kwa hiyo hii unit ya dialysis ambayo imefungua kwenye taasisi ya moyo itasaidia sana, hususan wagonjwa wa upasuaji wa moyo, lakini wagonjwa ambao tunaendelea kuwaona kwenye taasisi yetu wakiwa na shida za moyo, lakini wana shida za figo na wengine huhitaji kusafishwa damu kwa watakuwa hawana sababu ya kwenda sehemu mbali kwenda kusafishwa, watakuwa anasafishwa hapa hapa kwenye taasisi ya moyo. Na kama ambavyo imesemwa kwamba wagonjwa wengi wenye matatizo ya moyo wanapata matatizo ya figo, kwa hiyo uh, matibabu ya figo yanakuwa ni sehemu ya matibabu yao ya moyo. Kwa hiyo kama mgonjwa anaweza kupata huduma hii katika one stop center ambayo ndio vision yetu kama JKCI, then kwetu sisi ni achievement kubwa sana. Kwa hiyo tunashukuru taasisi kwa kuwezesha kuanzishwa kwa huduma hizi leo na tunaamini wagonjwa wa Tanzania wanaokuja katika Taasisi ya Moyo ambao wanahitaji huduma za dialysis sisi wataenda kufaidika na huduma hizi. Magonjwa ya figo yanaongezeka kwa kiasi kikubwa na wagonjwa wengi wa figo wana matatizo ya moyo pia. Kwa hiyo kufungua kwa kitengo hiki kutatoa nafasi kwa wagonjwa wenye shida ya figo na moyo wasihangaike kwenda mbali kwa ajili ya matibabu ambapo mgonjwa akiwa na shida ya moyo akipata shida ya changamoto ya figo au mgonjwa mwenye shida ya, ya figo akiletwa kwa ajili ya tatizo la moyo anaweza akapata huduma zote a, kwa pamoja hapa hapa katika Taasisi ya Moyo ya, Jakaya Kikwete. Tunapenda kushukuru kwamba tumefanikisha kuzindua kitengo hiki ambacho kitengo chetu kina wa huduma wa, wa wakiwepo madaktari um, wauguzi na technicians pia. Tuna ushirikiano na madaktari wenzetu kutoka kwa Uh, Mwimbili na madaktari wetu pia wameenda training ya dialysis, na manesi pamoja na technicians, kuna ambao wameshamaliza training na wengine wanaendelea. Ya moyo wako ni jukumu letu.